Naomba ni wakaribishe hapa makao makuu ya NBC ndugu Alphonce Simbu, mwanariadha wa kimataifa na shujaa wetu, shujaa wa Tanzania. Ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mnavyofahamu, sisi benki ya NBC ni wadau wa mchezo huu wa riadha tukiwa tunaendesha mbio za NBC Dodoma Marathon kwa misimu mitano tayari. Kwa hivyo kwa sababu hiyo, basi sisi benki ya NBC tuliona tumkaribishe. Nashukuru Mheshimiwa Mkurugenzi wa NBC, tumia nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima na afya njema ambayo ameendelea amba kutujalia. Kwa kweli ninakushukuru nina sana kwa mwaliko huu sehemu. Mwaka huu ulikuwa ni mwaka wa bahati Mzuri sana na niseme, kabla ya kwenda mashindano ya dunia, shindano la mwisho kushindana hapa Tanzania ilikuwa ni mashindano ya NBC Dodoma Marathon. Na wakati mwingi sisi ambao tumefika kwenye hivi viwango vya kimataifa, huwezi kwenda mashindano makubwa kama hujafanya majaribio, na ili ufanya majaribio mazuri, lazima uwe na no uhakika wa mashindano fulani yaliyoandaliwa. Kwa hiyo mimi kuja NBC Marathon kukimbia pale nilikuwa ni na uhakika kwamba hii mbio ni ya uhakika, ni mbio ambayo nikienda nikishindana pale nitatambua kwamba uwezo wangu wa kimazoezi umefikia hatua gani. Mimi kwa, mi kwa kweli nawapongeza sana kwanza kwa, kwa kuendelea kwa kwa, kwa kwa, kwa kudhamini mchezo huu wa riadha na kuanzisha mbio ambayo, NBC Marathon. Kwa, kwa kweli hata nyinyi mmeona kwamba mtikio ni mkubwa sana na mimi kama ulivyosema kweli nimekuwa nime mara kwa mara nikishiriki pale. Na mwaka huu nikapanga kwamba kabla ya kwenda mashindano ya dunia lazima niende NBC kwanza, alafu baada ya pale ndo niende mashindano. Kwa hiyo siku hiyo nilipokimbia niliona kabisa sasa niko tayari kwa mashindano. Kwa kwa maana hiyo sasa nikuja kuchukua baraka pale na kuelekea Tokyo. Kwa hiyo, kwa kwa mafanikio haya kwa kweli nina ninafurahi sana na kwa kuwa umetambua mchango huo na kunialika hapa pamoja na shirikisho. Kwa hiyo ninakushukuru sana sana sana. Kwa hiyo niseme tu wa Tanzania ninawashukuru Watanzania wote kwa pongezi mbalimbali ambazo nimezipokea na haikuwa rahisi kama jinsi tulivyoshuhudia. Wanasema Tanzania imeweka historia mpya ambayo haijawahi kutokea. Kwa kweli hata mimi mwenyewe nisikia fahari sana. Kwa hiyo ninashukuru sana, siku ya leo nimerudi Tanzania. Kama wa Tanzania wameona mchango wangu na kunidhamini, kama NBC Bank wameona mchango wangu na leo kupata mwaliko hapa. Kwa kweli ninafurahi sana na Mungu endelee kuwabariki na kuongoza wakati wote. Asante sana. Thanks. NBC Daima, karibu nawe.